Katika historia na maandiko matakatifu, wanawake wengi wameacha alama zao, wengine wakiwa malkia, wengine manabii, wengine mama wa mataifa. Lakini leo tunamwangalia mwanamke mmoja asiyejulikana jina lake, asiye na cheo wala utajiri, aliyefunikwa na aibu na maumivu. Kwa miaka kumi na miwili aliishi katika upweke na mateso, ametengwa na jamii, akihesabiwa na jisi. Alikuwa kama mzimu akitembea kati ya watu, lakini asionekane. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na chembe ya imani iliyokataa kufa. Hadithi yake si tu ya mateso, bali ya ujasiri na imani. Imani ndogo kama mbegu ya haradali ilimpa nguvu ya kuchukua hatua ya ajabu. Alisikia habari za Yesu mwalimu kutoka Nazareti na mwanga wa tumaini ukaanza kuwaka. Hadithi yake ni kioo cha maisha yetu. Wengi wetu tunabeba maumivu ya siri, aibu au hali zinazotutenga. Lakini kupitia imani tunaweza kupata uponyaji na kukubalika. Hii ni hadithi ya mguso mmoja uliojaa imani uliobadilisha kila kitu. Miaka kumi na miwili ya mateso, siyo siku, siyo miezi. Kila siku mwanamke huyu alikabiliana na ugonjwa uliomfanya awe dhaifu na najisi. Kila kitu alichogusa kilihesabiwa najisi, na kila mtu aliyemgusa naye akawa najisi. Hakuweza kukumbatia wapendwa wake wala kushiriki maisha ya kawaida. Alitumia mali yake yote kwa matibabu, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amechoka kimwili, kihisia na kifedha. Upweke ulikuwa kivuli chake cha kila siku. Watu walimkwepa, watoto walimnyoosha vidole, na minongono ilimfuata kila mahali. Alijiona ametengwa na jamii na hata na Mungu. Giza la kukata tamaa lilimfunika. Lakini hata katika giza hilo, cheche ya tumaini haikuzimika. Wakati wengi wangeona mwisho, kwake ilikuwa mwanzo wa kitu kipya. Habari za Yesu zilimletea tumaini jipya. Je, kuna mtu anayejali? Je, kuna tumaini? Mwanamke huyo aliamua kutafuta jibu. Hii ilikuwa safari ya kutoka kwenye upweke hadi kwenye tumaini. Alikuwa tayari kuchukua hatua ya mwisho, hata kama ilikuwa hatari. Tumaini lake lilikuwa limebaki kwa mtu mmoja tu, Yesu. Tumaini lilimjia kama mnongono, habari za Yesu mponyaji wa ajabu. Alisikia kuhusu miujiza, huruma na upendo wa Yesu kwa waliovunjika moyo. Kila hadithi aliyosikia ilikuwa kama tone la maji kwenye ardhi yake kavu. Lakini kulikuwa na hofu. Yeye alikuwa najisi, sheria ilimkataza kuwa kwenye umati. Ikiwa angegunduliwa, angeaibishwa au kuadibiwa. Hofu ilimwambia abaki alipo, lakini imani ilimwambia aende. Ndani yake vita kati ya hofu na imani vilikuwa vikali. Hofu ilimkumbusha miaka ya mateso na aibu, lakini imani ilimwonyesha picha ya uponyaji na maisha mapya. Alisema moyoni, nikiyagusa tu mavazi yake nitapona. Uamuzi ulifanyika. Alikuwa na kila kitu cha kupata na hakuna cha kupoteza. Alikubali kusikiliza sauti ya imani. Hii ilikuwa imani ya kukata shauri iliyomfanya ahatarishe kila kitu. Alijua hatari, alijua vizingiti, lakini tumaini lilikuwa kubwa kuliko hofu. Akificha uso wake, alianza safari yake kuelekea kwa Yesu. Kila hatua ilikuwa ushindi dhidi ya hofu. Alijua mguso mmoja ungebadilisha kila kitu. Safari yake ilikuwa ya kimya, lakini ya ujasiri. Alikuwa tayari kwa muujiza. Imani yake ilimvuta mbele, licha ya kila kikwazo. Alikuwa karibu kugusa tumaini lake. Yesu anatembea, umati mkubwa unamsonga. Katikati ya fujo, mwanamke huyu dhaifu anasonga mbele, kila hatua ni mapambano. Anasukumwa, anakanyagwa, lakini haachi. Anajikunyata akijaribu kutogusa mtu yeyote, macho yake yakiwa kwa pindo la vazi la Yesu. Kila hatua mbele, umati unamsukuma nyuma. Sauti za hofu zinamwambia arudi, lakini imani inamsukuma endelee. Anakumbuka miaka ya maumivu na upweke, na kumbukumbu kumbu hizo zinampa nguvu mpya. Hii ni safari ya kurudisha maisha na heshima yake. Anatumia nguvu zake zote zilizobaki kusukuma dhidi ya umati, macho yake hayabanduki kwa lengo lake. Anakaribia zaidi na zaidi, mwishowe anafika karibu vya kutosha. Ananyosha mkono wake unaotetemeka, vidole vyake vinakaribia pindo la vazi la Yesu. Huu ni wakati wa ukweli. Imani, matumaini na maumivu yote yamejikita katika kitendo hiki kimoja. Anajua hatari, lakini haijalishi tena. Uponyaji uko umbali wa mguso mmoja tu. Kwa pumzi ya mwisho ya ujasiri, anafunga macho na anagusa. Anagusa pindo la vazi lake. Huu ni mguso wa imani, na kila kitu kinabadilika. Mara tu alipogusa vazi la Yesu, kitu cha ajabu kilitokea alijihisi mwilini mwake, nguvu ya uponyaji ilimiminika ndani yake. Chemchemi ya damu ilikauka mara moja, maumivu yakatoweka. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka kumi na miwili alikuwa mzima. Furaha na mshtuko vilimjaa, machozi ya furaha yakachukua nafasi ya huzuni. Alisimama pale, mzigo wake umeondoka, alikuwa huru. Alitaka kutoweka kimya kimya, lakini Yesu alikuwa na mpango tofauti. Muujiza haukuwa tu wa kimwili. Uponyaji wa kweli ulikuwa unaanza. Yesu alijihisi nguvu ikimtoka. Hii ilikuwa nguvu ya kimungu, si mguso wa kawaida. Huu ulikuwa mguso wa mtu aliyekata tamaa, lakini bado anaamini. Yesu hakutaka mguso huu upite bila kutambuliwa. Mwanamke huyu alidhani anahitaji tu uponyaji wa mwili, lakini Yesu alijua anahitaji zaidi. Alihitaji uponyaji wa kihisia na kiroho, kurudishiwa heshima na kukubalika hadharani. Uponyaji wa kimya kimya usingetosha. Muujiza ulipaswa kutangazwa ili uponyaji wake uwe kamili. Yesu alitaka kila mtu ajue nguvu ya imani. Huu ulikuwa mwanzo wa safari mpya. Mwanamke huyo alikuwa amepokea zaidi ya alichotafuta. Alikuwa ameguswa na upendo wa Yesu na maisha yake yalibadilika milele. Yesu alisimama na kuuliza, nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi walishangaa, lakini Yesu alitafuta mguso wa imani, si wa kawaida. Mwanamke yule alihisi hofu. Je, angeaibishwa? Lakini alipoangalia uso wa Yesu, aliona huruma na upendo. Yesu hakutaka kumwaibisha, bali kumeshimu. Swali lake lilikuwa la kutambua, si la lawama. Alimpa nafasi ya kusimulia hadithi yake hadharani, sio kama mwathirika, bali kama mshindi. akiwa anatetemeka Mwanamke yule alijitokeza na kusema ukweli. Alieleza mateso yake, jinsi alivyojaribu kila kitu na jinsi alivyoamini na kugusa vazi la Yesu. Alikiri hadharani muujiza aliopokea. Huu ulikuwa ujasiri wa pili, kukiri imani yake mbele ya wote, na Yesu alimsikiliza kwa upendo. Umati ulikaa kimya ukimsikiliza. Mwanamke huyu alipomaliza, Yesu alimtazama kwa upole na kusema, binti Neno hilo lilimrudisha hadhi na kumpa nafasi mpya katika jamii. Kisha Yesu akaongeza, imani yako imekuponya. Hakusema nguvu zake, bali imani ya mwanamke huyo ndiyo iliyofungua mlango wa muujiza. Yesu alitaka kila mtu ajue kwamba imani ina nguvu ya kubadilisha hali isiyowezekana. Alimpa heshima mbele ya wote waliomdharau. Mwisho, Yesu akasema, nenda kwa amani na uwe mzima kutokana na mateso yako. Hii ilikuwa baraka ya ukamilifu: amani, afya na maisha mapya. Mwanamke yule aliinuka akiwa amefunikwa na upendo na kukubalika. Aibu na hofu zilitoweka. Alipokea uponyaji kamili: mwili, nafsi na roho. Aliondoka pale si kama mtu asiye na jina, bali kama binti wa mfalme. Hadithi yake ikawa ushuhuda wa nguvu ya imani na huruma ya Yesu, na maisha yake hayakubaki kama yalivyokuwa tena. Hadithi hii inatufundisha nguvu ya imani ya kukata tamaa. Mwanamke huyu alifika mwisho wa uwezo wake, ndipo alipomgeukia Yesu. Nyakati za udhaifu zinaweza kuwa fursa za imani yetu kukua. Hali zetu hazimzui Mungu. Yesu anaangalia moyo na imani, si hali zetu za nje. Hakuna hali ngumu inayoweza kututenga na upendo wa Yesu. Mguso wa imani unaweza kuvuka vizuizi vyote. Imani bila matendo imekufa, mwanamke huyu alichukua hatua. Vivyo hivyo, sisi pia tunaitwa kuchukua hatua za imani, hata kama ni ndogo na ya kutisha. Yesu anataka kutupa uponyaji kamili, mwili, nafsi na roho. Mungu anajali kila eneo la maisha yetu. Anataka kutujaza na amani yake inayopita ufahamu wote. Hadithi hii ni mwaliko wa kuamini na kuchukua hatua. Hadithi ya mwanamke huyu ni mwaliko kwetu leo. Labda una maumivu, aibu au upweke unaokutenga. Yesu yule yule yuko hapa sasa, bado ana huruma na nguvu ya kuponya. Anajua maumivu yako ya siri na anasikia kilio cha moyo wako. Anakuuliza, nani anataka kunigusa? Anangojea mguso wako wa imani. Huna haja ya kuwa mkamilifu. Njoo jinsi ulivyo, na imani yako ndogo, kama yule mwanamke. Sema moyoni, nikimgusa tu nitapona. Mguso huo unaweza kuwa sala rahisi, uamuzi wa kumkabidhi maisha yako au kilio cha kuomba msaada. Usiruhusu siku nyingine ipite ukiwa katika mateso yako. Yesu yuko hapa, anapita karibu nawe, anangojea. Je, utabaki umejificha na hofu au utachukua hatua ya imani? Nyoosha mkono wako, mguse kwa imani, mruhusu abadilishe hadithi yako kutoka maumivu kuwa ushuhuda. Mruhusu akuite binti au mwana na akujaze na amani yake. Ikiwa uko tayari kuchukua hatua hii ya imani leo, sema amen. Mruhusu Yesu aguse maisha yako leo.